Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo mwandisi Felichizmu Mramba akitoa taarifa juu ya uamuzi wa kufukuzwa kazi kwa wafanyakazi hao saba kwa waandishi wa habari jijini Dar es Salaam amesema uamuzi huo umechukuliwa ikiwa ni mpango endelevu wa shirika hilo la Tanesco kuimarisha nidhamu kwa wafanyakazi wake, kutambua wajibu wao wa kutoa huduma ya nishati kwa wananchi na sio kuwashambulia wateja kwa kuwasumbua, ikiwa ni pamoja na kutaja vitendo ambavyo vimewafanya wafanyakazi hao kufukuzwa kazi ikiwemo ngazi ya mameneja, wahandisi na wahasibu kutoka mikoa ya Kinondoni Kaskazini, Katavi, Kagera na Ilala. Napenda tu kuwahakikishia wateja wetu kwamba shirika litaimarisha hatua hizo ambapo mfanyakazi yeyote atakayebainika anawalagai wateja, anadai rushwa anatoa lugha chafu au huduma mbovu atawajibishwa mara moja, na pale atakapobainika itakapobainika vyema kwamba ametenda makosa hayo atafukuzwa kazi. Tumeanza maandalizi ya kutoa namba ya simu e, kwa wateja wetu ambao watazitumia namba hizo kutupa taarifa za vitendo vinavyofanywa na wafanyakazi wetu, kama nilivyotaja, akiendelea kutoa taarifa juu ya utekelezaji wa ukusanyaji wa mapato ili kuendesha shirika hilo kwa ufanisi wa hali ya juu unaotakiwa kwa sasa. Mhandisi Mramba ametoa siku saba kwa wateja ambao wanalihujumu shirika hilo la umeme kwa kujiunganishia umeme kwa wizi, kujishalimisha wao wenyewe kutokana na kuanza kwa operesheni maalum ya nyumba kwa nyumba kuhakiki mita zote ili kubaini upotevu wa nishati ya umeme inayotumika bila kulipiwa, mpango ambao utahusisha jeshi la polisi katika operesheni hiyo. Pamoja na mambo mengine, mkurugenzi huyo mkuu wa shirika la umeme nchini TANESCO amesema mpango wa uzalishaji wa nishati ya umeme kwa kutumia vyanzo vya gesi toka mwezi Septemba mwaka huu umesaidia kuongeza megawati 300 kutoka megawati 260, hivyo hatua hiyo kuchangia kuboresha hali ya umeme hapa nchini na kuwa na matarajio ya kupata megawati 700 ifikapo mwezi Januari mwakani kupitia umeme wa nishati ya gesi. Nikiripoti kutoka makao makuu ya shirika la umeme nchini TANESCO, Ubungo jijini Dar es Salam, Juma Kapalatu, ITV.